Akizungumza kwa hisia, mama mzazi wa kijana huyo anasema, kabla ya tukio hilo, kijana huyo alikuwa na kazi ya kulinda usiku. Na siku hiyo aliamua kurejea Kiteto, akiwa eneo la stendi ya Ndugai Dodoma akitaka kwenda Kiteto, na walipofika eneo la Lane nane aligongwa na gari, kisha gari hilo kutoweka kusikojulikana. Amesema baada ya ajali hiyo alichukuliwa na wasamaria wema na kupelekwa katika hospitali ya General Dodoma na kupatiwa matibabu baada ya kuvunjika mapaja yote mawili, kisha na mbavu mbili na kuwekewa chuma, na sasa anatakiwa chuma hicho kiondolewe, ila hana fedha ya matibabu hayo Amara shububu, aliponirudishia kwa sababu aliondoka kutafuta maisha kwa kutokana na njaa. angaiyangai anagira iregemea maralnaregemeaigia bagini. tunaishi na huyo mgonjwa kwa changamoto sana kwa sababu tunaomba atolewe hizo machuma kwa sababu ameteseka kwa muda mrefu sana. Na, sanaadnsim Akizungumzia mkasa kunusurika kifo hicho, kijana huyo hapa anaeleza. Anaendesha pikipiki bodaboda, amebeba abiria, pofuka barabara, ndio pikipiki akasima, alafu kuna gari anakuja, ndio akanifamia ka ajali. Anapokuwa pale, nimesahau kwao, niliamka tu nipo hospitalini, nilisimika siku tatu. Siku ya nne ndio apata fahamu. Kisha hapa akaeleza hali ya maisha yao kwa ujumla, huku akiomba msaada kwa Samaria wema ili aweze kupata msaada wa pesa wa kwenda katika hospitali kuondolewa vyuma alivyokuwa amewekewa mwilini. sababu nilipokuwa hospitalini challenge ni nilikosa, kuna kipindi nilikosa hadi hela kutumia, hadi nikawa na njaa kitu nataka nimwambie mama, kama mama ataniona na yeye pia, nataka nimwambie na yeye pia nisaidie. Kama kuna mtu aliyeguswa na tukio hili, anaweza kumsaidia moja kwa moja kwa namba 0691 495 494 na namba hii imesajiliwa kwa jina la Naserian Babalo. Mimi ni Muhammad Chumvi askari wa mwamvuli wa EATV.